Kwa bishara ya Mwislamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kutueleza uzito wa siku kama hii, lakini akatupatia njia ambazo kwamba njia kama hizi tukuzifata, tushikamana nazo, itakuwa ni sababu yangu mimi na wewe msikilizaji kuweza kuepushwa na uzito wa siku kama hii ya Kiyama.

Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kwa mara nyingine kukutana sehemu kama hii kwa lengo la kukumbushana yale ambayo kwamba yatatunufaisha katika maisha yetu haya machache duniani na maisha ya akhera ambayo kwamba hayana mwisho. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu msikilizaji, je, ushawahi kufikiria siku ya kiyama na vitisho vyake na mazito yake? Ushawahi kufikiria siku ya namna alivyoeleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika al-Qur'an al-Karim. Je, ushawahi kufikiria siku ya kiyama, namna alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vitisho vitakavyokuwa siku ya kiyama, hali zitakavyokuwa ngumu siku ya kiyama, mambo yatakofanyika makubwa ambayo kwamba yatamtia amba hofu mwanadamu, yatamtia uoga mwanadamu katika moyo wake Umewahi ukafikiria siku kama hii? Na je, umewahi kujiuliza ni yapi au ni lipi ambalo kwamba ukilifanya litaweza kukusaidia na haya ambayo kwamba utapatikania siku ya kiyama, ambayo kwamba ni mazito, ambayo kwamba yanaogopesha, ambayo kwamba yanagonga nyoyo, ambayo kwamba yanahofisha nyoyo za kila mwanadamu, aliye mfalme, aliye raisi, aliye tajiri, aliyekuwa akijiona duniani, siku ya kiyama atakuwa mnyonge. Siku ya kiyama atakuwa na hofu, siku ya kiyama atakuwa na baba yako, kwa sababu ni siku ambayo kwamba ni nzito, ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala ameieleza kwa njia nyingi, akasema: alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu lnasu kalfarashi lmabdhudh. Katika aya zingine Allah akasema: alhaqatu malhaqa

kuonesha namna gani siku kama hii ni nzito na kuonesha namna gani siku kama hii mwanaadamu na khasatan mwislamu afaa kujiandaa nao kwa matendo mema. Lakini je, umepata bishara njema? Umepata kusikia habari njema? Umepata kusikia habari ambazo kwamba amezieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawataja watu ambao kwamba siku hii pamoja kwa na kwamba na uzito wake jua litateremshwa kiasi cha maili moja. Watu watamiminikwa na majasho. Wengine watafinikwa na majasho yao katika macho ya miguu, wengine watafinikwa na majasho yao kwenye magoti, wengine watafinikwa na majasho yao kwenye viuno, wengine majasho yao yatafika kwenye shingo, wengine majasho yao yatafika kwenye pua, yatawapatia ya dhiki. Hii ni hali mzito, ni hali ambayo kwamba ni ya dhiki wanadamu watakaoyaona siku ya kiyama watatamani law Allah subhanahu wa taala atafanya hisabu kwa haraka, wa peponi aende na wamotoni waende, baada ya kuyaona yale ambayo kwamba yanapatikaniwa katika uwanja wa mahshar. Lakini faabshir, chukua bishara ye Muislamu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kutueleza uzito wa siku kama hii, lakini akatupatia njia ambazo kwamba njia kama hizi tukuzifata, tushikamana nazo itakuwa ni sababu yangu mimi na wewe msikilizaji kuweza kuepushwa na uzito wa siku kama hii ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja watu wa saba, watu ambao kama wana sifa saba. Watu kama hao wenye sifa hizi saba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siku hiyo watu watakapokuwa kwenye dhiki, kwenye shida, kwenye fadhaiko, kwenye babaiko, kwenye adhabu aina wa aina, hawa

ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawakusanya watu wenye sifa hizi saba katika hadithi moja, pamoja na kwamba kuna watu zaidi ya wa saba ambao kwamba wametajwa watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli, siku ambayo kwamba jua ni kali. Ni watu gani hawa ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza, ili na sisi tuwajue tuweze kuwa na sifa kama hizo, na Allah atujalie ni miongoni mwao wenye kuwa na sifa kama hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja watu wa saba, watu ambao kwamba inshallah tutawashika baadhi, baadhi baada ya baadhi nyingine, ili tuweze kuwaelewa na kuwafahamu na kuwa, kuwa ni katika hao watu wa saba. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni katika hao miongoni mwa saba. Hadithi ilipokelewa na Abi Hureira radhiyallahu anhu

siku ambayo kwamba kuna jua kali litawachoma wanadamu. Sasa hii jua liko mbali, watu walalamika jua ni kali. Sasa hii jua liko mbali, atuchoma, lakini angalau mtu aweza kujificha kwenye kivuli cha nyumba au kivuli cha kibanda au kivuli cha msikiti, akaingia akajipumzisha, kujikinga na lile jua. Lakini siku ya kiyama jua litakurubishwa kiasi cha maili, na hakuna kivuli siku hiyo, si cha mti, si cha nyumba, si cha jabali, si kivuli cha aina yote ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa watu wa saba na wengine waliotajwa katika hadithi zingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ndo wataweza kupata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah tujalie ni miongoni mwao. Mtume akasema, sabatun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu wa saba Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama atawafinika kwenye kivuli chake, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha Allah subhanahu wa taala. Mtume akataja wa kwanza akasema, imamun adilun, imamu aliyekuwa muadilifu katika watu ambao watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa taala siku ya kiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli, na jua ni kali zaidi, mara mara mara ni kali zaidi ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza atakayefinikwa na kivuli hicho cha Allah subhanahu wa ta'ala ni imamun adilun, imamu aliyekuwa mwadilifu, imamu wa msikiti aliyekuwa mwadilifu katika kuhukumu baina ya watu. Kwa nini hapa Mtume akaanza na imamun adil, imamu mwadilifu? Kwa sababu imamu ni mtu wakati ni central government, ninavyosema ni, ni mtu ambaye kwamba watu wote wanakuja sehemu ya ibada wanaongozwa na mtu kama huyu. Kwa hivyo huyu alao atakuwa mwadilifu, anapoletewa kesi za maamuma wake, kesi za watu wa kijijini, kwa ajili watu wanamwamini mtu kama huyu. Ni imamu, ni kiongozi wa dini, watu wanamwamini, wanapompelekea mashtaka, basi ikawa ahukumu kwa uadilifu wanapompelekea mali zao kwa ajili ya kuzitoa sadaka na zaka, ikawa afanya uadilifu katika kugawanya zaka kama zile na sadaka kama zile, ika wa afanya uadilifu katika ibada anazotekeleza katika msikiti pamoja na mamuma. Anafanya uadilifu katika hutba zake, huba zake hazimlengi fulani wala kumpendelea fulani, wala fulani. Hutba zake zina uadilifu ndani yake, darasa zake zina uadilifu ndani yake, kuhukumu kwake anapoletewa mashtaka na watu au anapoletewa mambo kuhukumu wa kuyasikiza anasikiliza kwa adilifu anayehukumu kwa adilifu, mtu kama huyu, Allah subhanahu wa taala, kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema atamfinika katika kivuli chake Allah subhanahu wa taala. Imamu ni mtu muhimu sana katika jamii. Imamu ndiyo macho ya jamii. Imamu ndio kioo cha jamii. Kwa hivyo imamu yoyote ambaye kwamba asikiliza darsa kama hii au kipande cha maneno kama haya, ni muhimu ajitahidi na kujitahidi sisi wengine katika kuwa waadilifu katika uongozi wetu wa imamu. Mtu awe mwadilifu pale msikitini kwake, hata katika kutekeleza ibada zake, asirefushe, asifupishe, achunge maamuma wake, afanye uadilifu katika ibada afanya adilifu katika amwali muslimina, mali za Waislamu anapoletewa kwa ajili ya kuzigawanya katika watu wa kijijini, basi awe mwadilifu katika sadaka ambazo kwamba zaletwa msikitini ili aganye watu, awe mwadilifu ampe yule ambaye kwamba yastahiki ili apate kufinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Taban wasumiya alimamu li imaman liannahu ya ummu nas, imam ameitwa ni imam kwa sababu aongoza watu. Kwa hivyo kwa hili twaweza kutoa kaida kwamba hapa imamu imetajwa ni imamu msikitini, lakini mapendeleo ya ndani zaidi ni kila ambaye kwamba ni kiongozi mwadilifu atafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo baba pale nyumbani, wewe ni imamu wa nyumba yako, lazima uwe mwadilifu ukitaka kufinikwa na kivuli cha nani, cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kiongozi pale kazini, wasimamia watu, wewe ni supervisor au ni manager Jua, anta imamun, wewe ni imamu kwa sababu una watu ambao kwamba wakusikiliza, una watu ambao kwamba wakufata, una watu ambao kwamba wako chini yako, basi wewe ni kiongozi, ni imamu. Basi jibidishe kwa mwadilifu ili ufinikwe na kivuli cha nani cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kiongozi katika serikali, wewe ni MCA au ni mbunge au ni gavana au ni senator au ni waziri au ni raisi, hasatan basi jua kwamba wewe anta imamun wewe ni imamu kwa sababu kuna watu nyuma wanakufuata, kuna watu nyuma wanakusikiliza. Kwa hivyo ujibidiishe kwa mwadilifu, ili upate kivuli cha nani, cha Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo katika watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa taala siku kwa kwa ambayo kwamba hakuna kivuli siku ya Kiyama, ni imamun adilun, ni imamu kiongozi aliyekuwa mwadilifu katika uongozi wake. Na hawa watu wa saba kama utakavyokuwataja mmoja baada moja na kuwaeleza, utaona kwamba matendo yao yametofautiana, lakini yamekusanywa na jambo moja: imamun adilun, wa shabun nashaa fi ibadati llah, wa rajulani tahabba fi llahi ijtamaa le watafaraka aleihi, na wengine wengi ambao kama Mtume wataja wa saba: imamu mwadilifu Barobaro aliyokulia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakakosana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine ni mtu ambaye kwamba moyo wake una mafungamano na msikiti kila anapoingia msikitini hatamani kutoka, maana yake ni kwamba apenda kutekeleza swala za faradhi katika msikiti, katika nyumba ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Mwingine ni mtu ambaye kwamba ameitwa na mwanamke ambaye kwamba dhata mansabin wa jamalin wa mali, ni mwanamke ambaye kwamba ni mzuri wa maumbile ana pesa na saba yake ni kubwa akamwita kwa ajili ya kumwasi Allah subhanahu wa taala. Barobaro kama huyu au mtu kama huyu akakataa, akamwambia inni akhafu llaha, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine yule ambaye kwamba ametoa sadaka kwa mkono wake wa kuliani na kushotoni haukujua. Hawa wote hawa ukiangalia matendo yao yametofautiana lakini jaza yao ni moja, watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia hii jaza yao ya kufinuka na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama ni ishara kwamba ni katika watu wema wataenda katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pamoja na kwamba matendo yao yametofautiana, lakini wamekosanywa juu ya ya jambo moja, nalo ni kupigana na nafsi zao. Imamu akiwa mwadilifu ni kwamba amepigana nafsi yake. Barobaro anapokuwa mchaji Mungu, mwenye kumtii Allah subhana wa taala, amepigana na nafsi yake. Mtu anapoitwa na mwanamke mzuri mwenye mali na mwenye pesa na uzuri, na akakataa kuzini naye, bila shaka amepigana na nafsi yake. Mtu ambaye kwamba kila mara apenda kwenda msikitini, bila shaka amepigana na nafsi yake. Na wote ambao kama wametajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi kama hii, utaona wamekusanywa na jambo moja la kupigana na nafsi zao na kukhalifu matamanio ya nafsi yao, wakawa kwa sababu hiyo ya kupigana nafsi zao na kukataa kufuata matamanio ya nafsi zao

ni ishara ya kwamba wao mashukio yao ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwao, na insha Allah siku zinazokuja tutaendelea kutaja mmoja baada mmoja au wawili kwa wawili, ikiwa wakati aturuhusu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia mema na kuyafata na kusikia mabaya na kuyawacha. wa wahadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran lakum wa jazakumullahu khairan.